Bwana Yesu asifiwe wa sana, watu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, nipende kuja na ujumbe ambao huu ujumbe umenishangaza sana kiukweli. Huu ujumbe umenishangaza sana, ni kwamba kuna maono ambayo Bwana amenionyesha kwa siku ya leo. Haya maono yamenishangaza sana na yamenipa wasiwasi sana, na sijajua maono haya maana yake ni nini. Maono niliyoyaona ni kwamba yako hivi aa, kuna mwindaji mmoja ambaye nimemuona kwenye maono ambayo Bwana amenionyesha siku ya leo. Muindaji huyo alikuwa na manati, pia alikuwa na mawe, akatoka kwenda kuinda ndege porini. Wakati alipofika porini, aliuona mti mmoja ambao mti huo ulikuwa ni mkubwa sana, na ndani ya mti huo kulikuwa kuna ndege wengi. Sasa akasogelea huo mti ili akawapige wale ndege. Ikumbuke kwamba alikuwa na manati na mara sasa, alipofika mahali pale, akaweka jiwe kwenye manati, akawa anamlenga ndege mmoja ili ampige, akalenga manati ndege mmoja ili ampige, lakini chini ya mti kulikuwa kuna ng'ombe mmoja mnene sana, amenenepa sana. Ule ng'ombe alikuwa ni mzuri mno na amenenepa sana na ameshiba sana sasa wakati analenga kumpiga manati kumpiga jiwe yule ndege, jiwe likawa limehama likampiga ng'ombe kwenye, kwenye, kwenye shingo. Yule ng'ombe alipopigwa kwenye shingo, damu ikawa imechuruzika nyingi sana, damu ikawa imetoka nyingi sana lakini yule ng'ombe akaanza kuangaika na kupiga kelele na kulia sana kwa sababu ya ule uchungu alioupata damu ikawa inachuruzika inatoka kwenye ile ng'ombe. Ule ng'ombe chini yake kulikuwa kuna korongo pale chini ya mtu kulikuwa kuna korongo kubwa. Yule jamaa alipoona amempiga yule ng'ombe, akawa amemsukumiza chini ya korongo. Sasa nikauliza nikasema, sasa yule uh, mwenye ng'ombe akikuona utafanyaje? Yule jamaa alichokisema akasema kwamba mimi sikuwa nimekusudia kumpiga ng'ombe, nilikuwa nimekusudia kumpiga ndege lakini bahati mbaya nimempiga ng'ombe, lakini mwisho wa ng'ombe huyo alikufa. Baada ya kuwa amekufa, basi nikatoka kwenye yale maono. Lakini kwa ukweli yale maono yamenizunisha sana na nimeumia sana, na nimefikiria kitu gani kinakuja, siyapata majibu kiukweli. Maono niliyoyaona yalikuwa hivyo na yamenishangaza sana.